Pata mwongozo wa lishe kutoka Okoa Mwili wa kuondoa uzito na kitambi kwa haraka, lakini pia nakushauri kutumia Slim Pack, vidonge vya asili visivyokuwa na madhara ndani ya mwili wako vitakavyosaidia kuondoa uzito kwa haraka zaidi. Vidonge hivi ni vya asili kwa asilimia mia moja na vinafanya kazi kwa haraka sana na havitokuwa na madhara kwako. Zipo pakeji za uzito wa kilo mia na chini, zipo pakeji za kilo mia na zaidi mpaka kilo mia na ishirini lakini pia na kwa wale ambao wana kilo mia na ishirini na kuendelea bado kuna package yao. Kwa hiyo tumekategorize kutokana na watu aina mbalimbali mbali. Lakini soma caption kujua faida zake zaidi. Uh, nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo kuweka order na comment neno uzito kujiunga na grupu bure.